Mm -hmm. Dada Sara mambo? Poa. Naendeleaje? Naendelea vizuri. Mhm, karibu Wadada Center. Asante. Unajisikiaje kuwa hapa kwetu? Najisikia faraja sana. Faraja. Kwa nini unajisikia faraja? Ni right place at the right time. Okay, so i yes, the right place to fulfill the goals which i have. Okay. Yeah. Welcome. Thank you. So, umetujulia wapi? uh, through the platform, social media, TikTok, Facebook, Instagram. mtumiaji mzuri wa social platforms <laughs> yeah, the word is all about social media. Uh-huh. Okay, so you most welcome. Hichi ni kipindi chetu ambacho sisi huwa tunakitumia, uh, kuweza kufikisha ujumbe, naeza nikasema ujumbe au taarifa au kuhamasisha, huwa tunatoa kama hoja ama, uh, namna fulani via kuwachangamsha vijana, hasa wadada wajue kwamba kuna fursa ambazo zipo, wadada wenzao wako tayari wameshazichase na wenyewe wasikae tu mtaani wakarelax. Kwa kama ambavyo umetujua kwenye hizo platforms, which is good. umesema kama umetujua kwenye social platforms, kwenye social media mm. uh, sisi kwetu hiyo ndio njia mojawapo nyingine ya kufikisha ujumbe, kwa sababu tunajua vijana wengi wako kwenye hizo social, social media. Kwa hiyo kipindi chetu hichi ni kwa ajili ya kufundisha, kuelimisha, lakini pia kuendelea kupeleka ujumbe, kuendelea kutangaza kwamba tunazo fursa mbalimbali za ajira kwa wadada na hata vijana kwa baadhi ya, uh, ya, ya, ya nini Platforms ambazo tumekuwa nazo zinazosapoti vijana wa kiume waki kwa wakike si ndio? Yes. Haya. Karibu sana, labda unaweza kutuambia kwa ufupi uh, historia yako kidogo kwa maana ya ulikotoka, elimu yako, una experience na hizi kazi za ndani wow? Au ndio kwanza umekuja kuanza. Kwa sasa nimemaliza masomo. Na baada ya kumaliza masomo, masomo yako kwa level gani? Ya electrical. Lakini sio kwamba level gani zita Certificate, diploma level, degree. dipl 2 you mean diploma? Yes, lakini okay, sijamaliza kama pale hatua ya elimu nao tamani kufika. Mm. Kwa hiyo nimekuja hapa nipate kiasi fulani cha kuanzia cha kwenda kuniendeleza mbeleni. Okay. Kwa hiyo tuko na fundi mtaalamu wa umeme. Yes, ni at least hata kwenye engineering huko. Na kwa hiyo, kwa bosi wako, kuna shida ya umeme na fix. Unaweza kufix. Yeah. <laughs> That's nice. Okay. kufungua switch kunini, unaweza eh, uh -huh. Hey, haya dada engineer, electrical engineer <laughs> hey. Sawa, karibu sana. na kazi za yes. ndani umewahi kufanya before au ndo mara ya kwanza? yes. umewahi kufanya wapi, kwa muda gani? nimewahi kufanya kwa mwaka mmoja. mm -hmm. ilikuwa kabla ya kwenda kusoma haya masomo. mm -hmm. kazi yangu kubwa ilikuwa ni kuangalia mtoto na usafi. kuangalia mtoto na usafi. yes. Ah. Lakini kwako wewe, kwa uelewa wako, nadhani majukumu ya nyumbani ni yapi na yapi na yapi? ki kiujumla ni usafi, mapishi na malezi. na wewe hapa ulivyokuja kuomba kazi ulikuja kuomba kwa level gani? Nilikuja kuomba smart. Smart, dada. Yes. Na smart dada ni dada yupi kwako wewe? smart dada ni dada ambaye anajiongoza na kujiongeza. Mm, kujiongoza na kujiongeza kivipi? Yaani sio ile kwamba kuna kazi ya kufanya mpaka upigiwe kelele, sijui ifanye hiki, sijui kwa nini akijakaa sawa, inabidi tu ujiongeze. Yani uwe more talented kwenye baadhi ya kazi tofauti na wale watu wengine ambao yeye ni wakusukumwa, hivyo kusimamiwa. mhm Okay. So malengo yako kwa sasa hivi ni kufanya kazi kwa miaka mingapi kwa sababu you said, you mentioned kwamba you are here because you want to raise some money ambazo utazitumia kwa ajili ya ya kwenda shule, right? Yes. Ah uh, okay. So umeplan kufanya kazi kwa muda gani? Oh, ni kwa elimu kwanza haina mwisho. Mm. It doesn't matter how old are you, but elimu mm, ipo tu. I think we are here. We are stuck together. Okay. So yes, I'll be here until nipate ile amount ambao naona mimi itanisaidia kufika pale napotaka kufika kwa sababu kozi hizi za engineering is not a... But, but uh, at least you must have a vision like you know, our plans you know that I can work for a year or two years or three years from today. Okay, so I'll we'll be having three contracts with us Before exactly, you go to school again. Yeah. Okay, karibu sana. Sisi kazi zetu kama unavyojua. Nadhani kidogo umepita kwenye mikataba yetu, umeshakapa kapa kituoni, umeona utaratibu wetu. Yes. Sisi tunafanya kazi kwa mkataba wa mwaka mmoja. Okay. So ukishafanya, we malengo yako umesema ni miaka mitatu. Maana yake utamaliza ule mkataba wa mwaka, then utarudi kituoni, then utaendelea mwaka wa pili, then the same, uh, uh, uh, mwaka wako wa tatu. Okay. Kwa hiyo karibu sana sana sana, sana, sana na. Umejipanga vipi kwenda kufanya kazi kwa sababu umetoka ukafanya kazi kwa mwaka mmoja ambao ulikuwa hauna mkataba? Yes. Alafu ukaenda shule right? Yes. Alafu then umekuja sasa kwenye taasisi ambayo ina mikataba na unampangwa kufanya kazi kwa miaka mitatu. Umejipangaje yani, kwenda kazini? Wow, nimejipanga uh, kwa malezi ninayopata hapa. Kwanza nawashukuruni sana, mmenipiga brush kunitoa kule ambapo nimetoka mpaka leo kufikia hapa mm -hmm. Sababu siwezi kusema nilivyo sasa ndo nilivyokuja. mm -hmm. Um, kwa hivyo I think, nikifika kule nitafanya yale maelekezo niliyoweza kuelekezwa kwa usahihi mm -hmm. Lakini pia kwa kufuata mwongozo wa mwajiri wangu vile anavyotaka yeye mm -hmm. Katika nyumba yake mm -hmm. Sababu kila mahali kuna sheria O okay. hmm. Ni lazima uhakikishe kwamba unafata utaratibu na mwongozo yes, na maelekezo ya mwajiri wako sindio? yes. So na hicho ndo kitu me... kikubwa sana ambacho si huwa tunaki. hmm. tunakisema sindio? E, usisahau yote uliojifunza. hmm. Hapa tunahitaji tuyaone kwa mwajiri wako we unawezekana ukuwa unajiona ni smart dada, hapa tunawezekana tu tumeku assess kwa hichi kipindi, pengine ukaamua tu kufake for a short time, alafu baadae ukaenda kubadilika. Lakini ujue tu hapa ni sehemu mojawapo ya kuwapima, ila bado vipimo vyetu haviishie hapa kituoni. Huko unakwenda kwa mwajiri wako, sisi tunaendelea kupata feedback. Yes. tunyue kwamba okay, anaendeleaje Sara, kuna changamoto yoyote? Na hiyo haimaanishi kwamba leo ukishapangwa lese, umepangwa traditional au umepangwa smart, ndio mwisho. Unaweza kupangwa hata professional smart, yes. Alafu mshasiku kaenda ukaenda ukashushwa daraja kwa sababu ya performance yako kazini sawa. Sawa. Kwa hiyo ni lazima uhakikishe kama una malengo yako kama ulivyosema unahitaji kurudi shule. Um, certain utakuwa na mawazo mengine let's say ya biashara au ya nini, hiyo ni wewe unafahamu. Lakini u, ukiwa unakumbuka siku zote mawazo yako yapo ama dreams zako ziko hapo mbele, hautowahi ku acha kufocus kwenye majukumu yako ili kwamba ufikie malengo ya, ma, malengo yako au majukumu yako. Ndio. Karibu sana, Sara, sisi Sawa. tunakutakia kila laheri kwenye majukumu ambayo utakwenda kuyafanya. Uh, ukafanya vizuri sawa, eh, ujue kabisa taasisi hii ilianzishwa ili, ili kuweza kuwasapoti wetu kama nyie mnatamani kusoma mnatamani kujiendeleza lakini hamjapata bado ile starting point kwa maana ya, ya capital, kwa maana ya fees kama za shule. Kwa hiyo oh, hii ni sehemu ambayo inaweza kukusaidia wewe uka generate uh, fedha ambazo zitakusapoti kwenye majukumu yako yes. Karibu sana.